Ginekwa wahadhiri wa vyuo vikuu wametoa lalama zao kuhusu kucheleweshwa kwa mishahara yao, wakitaka serikali kutoa shilingi bilioni 7.9 kwa mujibu wa mkataba wa makubaliano ya mwaka 2017 na mwaka 2021, na pia kuanza mazungumzo kuhusu mkataba mpya wa mwaka 2025 na mwaka 2029. Naam, wahadhiri hao kupitia chama chao cha UWASU wamesema kucheleweshwa huko kumekwamisha shughuli katika vyuo vikuu vya umma, na sasa wanatishia kusitisha huduma zao iwapo pesa hizo hazitatolewa mara moja. Mseto wa taarifa kutoka katika kaunti mbali mbalimbali. Wahadhiri hao wamedai serikali inajikokota katika utekelezaji wa mkataba wao wa makubaliano wa mwaka wa 2017 2021 is the 2025 2029 CBA negotiations. Again,

Chama cha UASU kimesema kucheleweshwa huko kumesababisha mtafaruko wa kifedha kwa wanachama wake na kuitaka serikali kuwajibika. Shall not compromise on the payment of 7.9 billion and it it will be paid at one go because history has taught us if we agree that it will be paid on or before

Kwingineko, wakazi wa eneo la Osiri Matanda huko Nyatike, kaunti ya Migori, wamewataka wawekezaji wa uchimbaji madini ya dhahabu kutimiza wajibu wao wa kijamii. Wakazi hao wamesema wawekezaji hao wananufaika ilhali jamii inaishi katika lindi la umaskini na madhara ya uchafuzi wa mazingira. Hii mambo ya mining ambayo inafanyika hapa inaanza kufanyika nikiwa nimeshakuwa mtu mkubwa mpaka sasa. Na tangu hiyo jadi paka wazungu watoke hapa sisi ndio tumeishi na ufakara kwa sababu hao ma, wanapopot kwa investors wanakuja wanachukua gold yetu wanaenda wanatuacha tu hivyo hivyo. Chemicals zile mbaya wanatumia inawacha kama inaua ng'ombe zetu inaua watu yetu. Huku hayo yakijiri, shirika la ukadiriaji wa ubora wa bidhaa humu nchini Kebs, limetambua mashirika na viwanda vilivyozingatia viwango vya juu vya ubora katika huduma zao na bidhaa. Akizungumza wakati wa hafla ya utoaji wa tuzo hizo jijini Nairobi, mkurugenzi mkuu wa Kebs Estangari amesema tuzo hizo zinalenga kukuza ushindani na uzingatiaji wa viwango vya kimataifa. This is a na hata kabla ya kumalizika kwa juma moja tangu kuzikwa kwa marehemu waziri mkuu wa zamani Raila Odinga, mamia ya wafuasi wake huko Nyali, Mombasa walikusanyika kwa ibada maalum kumwomboleza na kusherekea urathi wake. Ametuacha katika hali ya huzuni na ametuacha katika hali ambayo tulikuwa tunamhitaji sana kama baba yetu, na amekuwa pamoja nasi hii muda yote, na amekuwa akituelekeza katika njia ambayo inastahili, katika umoja na upendo na kupigania demokrasia. Na sisi kikwetu, kwa mila ya Kijaluo, matanga huwa inaisha baada ya siku nne lakini tumeamua kuifanya leo kwa sababu tu ya kumkumbuka mzee Raila Amolo Odinga, manake maanake, the fact kwamba amekufa wiki moja iliyopita, kwetu sisi ambao wengi wetu hapo ambao tumekusanyika mahali hapa, kuna baadhi wetu walipata nafasi ya kusafiri mpaka Bondo. Khalid Abdullahi, dira ya Magwiji.